Hello, wapendwa. Hello, hello, hello. Nimekuja kwenu na leo na mada nzuri sana, nataka tuongelee siku ya leo. Mada yetu ya leo ni kwamba hali ya hewa inaendelea kuchafuka tu, ukiangalia kati ya Iran na Israeli, mapambano yamepamba moto sana, wanatupia na makombora, rahia wanaendelea kufa, lakini ukiangalia sasa hivi kati ya nchi hizo mbili zinazopambana sasa hivi, watu wengi Afrika tunaamini kwamba Israeli ni taifa la Mungu kama jinsi lilivyowekwa katika Biblia, lakini ukiangalia watu wote ni wa Mungu na kipindi Mungu anaendelea kutuumba sisi, hakuweza kutofautisha watu kwamba huyu ndio hawe na thamani ya kuzidi mwingine. Alituumba kwa mfano wake wote na unavyoona Vita ambayo vinaendelea kati ya Israeli na majirani yake imefikia hatua kwamba Israeli amechukua sheria ya Musa, yaani navyozungumzia sheria ya Musa, Israeli ameamua kwamba ni ile sheria ambayo ilikuwa ukinitoa jino moja mimi nakutoa mdomo mzima, una, una, u, ukinitoa jicho moja mimi nakutoa yote mawili. Kwa hiyo pale hakuna maombi, sasa hivi Israeli aamini katika maombi. Lakini ukiangalia nchi zetu Afrika nimejaribu kupita pita, naangalia manabii wanaanza kujitokeza, mara huyo anasema, mimi vita hivi nilivyoona miaka kumi iliyopita. Mwingine anasema, mimi bwana, vita hivi nimeota. Mwengine, nimeona vita hivi. Lakini tuende mpaka, mwengine amefikia kuambia watu kwamba wafanye mfungo wa maombi kwa sababu ya kuiombea Israeli kwa vita inavyovifanya hivi. Sisi wandugu zangu, tumekosea wapi kweli? Sisi wewe, mtu ambao hauna kazi unahishi kwa mlo wa kila siku, yani kile unachokitafuta leo ndio unapata chakula chako. Chakula mchungaji wako ama kiongozi tu wa dini yoyote ile anakuja kukuambia kwamba bwana, tufunge mfungo wa siku saba ili tuweze kuombea Israeli kwa sababu iko kwenye vita na Israeli sasa hivi. Amini kwa maombi imechukua sheria ya Musa, unaponipiga moja mimi nakupiga kumi. Kwa nini sisi tuendelee kupoteza muda wetu kwa vitu ambavyo viwezi kutusaidia kuliko watu tuweze kufikiria zaidi. Nimeona Marekani sasa hivi imeanza kutuma tayari ndege za vita, meli za vita na vitu vingine. Hata Ufaransa tayari imeanza kujiandaa na nchi zingine, na Iran nayo imesema kwamba situjiacha hivyo watu wangu waweze kuangamia na mimi najiandaa kivyangu. Lakini sisi Afrika bado tuna, tupo pale, watu wafunge kwa sababu ya kuiombea Israeli kweli? tuna matumaini kwamba hiyo maombi tunayoomba kwanza, tuna kwa njaa. Mtu huyo anamwambia we afunge kwa sababu ya Israel, bado ana njaa, anahitaji kula. Kwa nini tutese watu wengine na vitu ambao sisi haviwezi kutusaidia? kwa nini tusijiombee wenyewe kwa hali tulizo nazo sisi? Vita vinatokea sana nchi zetu za Afrika, hakuna siku tasikia nchi kama Israel wala nchi zingine kwamba tumekumbuka nchi fulani ya Afrika tuiweke kwa maombi, hawapo hivyo lakini wanachokifanya wenyewe tena ni kuchukua silaha wanauzia tena hi, wale, yale makundi makundi yanayosumbua nchi zetu. Tumekosea wapi tuweze kufikiria zaidi na tuelewe wapi dunia inakuelekea sasa hivi? Asante sana, na matumaini kwamba tunapogawa kipindi hiki na watu wengine ili tuweze kufikiria na matumaini Mungu atendea kutusaidia wote. Asante sana.